Kadomomo yele midoku, sio kwamba ni mchezaji mbovu. Kuchukua mpira kwa yele midoku, yeye mwenye ndo anamwaga, yaani yeye ndo anamapepe, anamapepe sana, anamwaga mapepe anapojigonga gonga mechi na niile mechi na Madrid alimkazia sana Vini aza. Kumbe doku alikuwa namwangalia tu wikendi na mimi kwa kawa na kula matilio. Kalamatilio, akasema anajifanya na kaza. Na kweli jana mwanangu kila alio kuja kumsaidia. Ni jamaa amekojoa kule. <laughs> <laughs>

na mimi nakuuliza swali hapo hapo, kaka. Umeshaongea kaka, mimi nina swali

kwa maana hiyo, jana liva walikuwa wanacheza awashambuli upande mmoja amaliza